Takribani wanajeshi kumi wa Korea kaskazini walikiuka safu ya jeshi siku ya Jumanne kwa mujibu wa jeshi la Korea Kusini. Baadhi ya wanajeshi wa Korea kaskazini walikuwa na silaha. Jeshi la Korea kusini limesema wanajeshi wake walifyatua risasi za onyo kwa wanajeshi wa Korea kaskazini waliokuwa wamevuka mipaka ya nchi hizo mbili. Uvamizi huo unakuja wakati Korea kusini ikikabiliwa na ombwe la uongozi baada ya kuondolewa madarakani kwa Rais Yoon Suk Kiol wiki iliyopita kutokana na uwekaji wake mbaya wa sheria ya kijeshi. Hata hivyo, wanajeshi walirejea baada ya kupokea matangazo ya onyo na kufyatua risasi za onyo kutoka kwa jeshi la Korea Kusini. Eneo la urefu wa kilomita mia mbili arobaini na tisa na upana wa kilomita nne wa eneo lisilo na jeshi DMZ ndiyo mpaka wenye silaha nyingi zaidi duniani. Takriban eneo la mabomu ya ardhini milioni mbili liko ndani na karibu ya mpaka ambao pia unalindwa na uzio wa nyaya, mitego na mizinga ya askari wa kivita pande zote mbili. Katika maandishi yaliyotumwa kwa waandishi wa habari, wakuu wa pamoja wa wafanyakazi wa Korea Kusini JCS, walisema wanajeshi wa Korea Kaskazini walivuka mpaka wa kijeshi MDL katika eneo la mashariki la eneo lisilo na jeshi DMZ karibu saa kumi na moja jioni kwa saa za huko. Jeshi letu linafuatilia kwa karibu shughuli za jeshi la Korea Kaskazini na kuchukua hatua zinazohitajika kulingana na taratibu. Hakuna nia ya wazi ya kuvuka huko, lakini mvutano kati ya nchi hizo mbili umekuwa ukiongezeka huku kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un akiendelea kuagiza majaribio ya makombora na kuungana na Urusi kutokana na vita ya rais Vladimir Putin dhidi ya Ukraini. Vikosi maalum vya operation maalum ya Korea Kaskazini ni miongoni mwa maelfu wanajeshi ambao Pyongyang imevituma Urusi kupigana katika vita vya Ukraini. Hii ikiwa ni kwa mjibu wa Korea Kusini. Mwezi Januari Pyongyang ilifanya majaribio kombora la hypersonic la masafa ya kati katika ishara ya dhamira yake ya kuendelea na mpango wake wa kutengeneza silaha nzito za maangamizi ikiwemo pia za nyuklia. Tangu waingie tena ikulu ya White House, rais wa Marekani Donald Trump amesema tawasiliana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwa mara nyingine ili kufufua juhudi za kidiplomasia za kutatua mzozo wa nyuklia kama ilivyokuwa awali katika mhula wake wa kwanza madarakani. Utawala huo wa kiimla wa Korea Kaskazini hata hivyo haujajibu matamshi ya Trump, lakini hivi majuzi ilidai uhasama wa Marekani dhidi yake umeongezeka tangu Trump arudi ofisini. Mwezi uliopita dada yake Kim alitishia utawala wa

Kwa hatua ya kulipiza kisasi kwa kuongeza uchochezi wa kutumwa kwa shehena ya ndege ya Marekani nchini Korea Kusini. Makabiliano ya umwagaji damu na vurugu mara kwa mara yametokea kwenye mipaka ya Korea zote mbili, mpaka wenye ngome nyingi unaoitwa eneo lisilo na jeshi au DMZ. Lakini wanajeshi wa Korea Kaskazini walipovuka mpaka kwa muda mfupi mwezi Juni mwaka jana, hali hiyo haikuongezeka kwani maafisa wa Korea Kusini waligundua kuwa walikuwa wamebeba zana za ujenzi na kuamua kwamba uvamizi huo ulikuwa wa bahati mbaya. Hii ni Msasa Media. Tufuatilie katika mitandao ya kijamii. Tunatumia Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.